Allahi wa barakatu ndugu zangu katika imani. Yaani leo nimekumbuka maisha ya peponi. Unajua kwa nini nimekumbuka maisha ya peponi? Sababu katika kitabu cha Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala anavyoelezea ile pepo yake. Na sasa hivi ndo naona yani kwamba kitabu cha Qur'an ni kitabu ambacho kinabainisha. Kwanza kabla hatujaendelea umeona hii baridi? Yaani sisi ambao tupo huku nchi za watu, yani sasa hivi ndo tunaiona hii baridi kuanzia mwezi wa kumi kumi na moja, kumi na mbili na kuendelea hapo miezi hapo ambayo tumeianza sasa hivi, yani baridi yake ni kali sana, mpaka unakuta baadhi ya nchi mpaka mabarafu, yani watu hawatoki ndani, yani unakuta kazi inakuwa ngumu, yani baridi inaumiza, yani ile baridi mpaka inakera, yani ushanielewa. Na watu ambao wanaishi katika nchi za joto, basi lile jua lake linakuwa jua kali sana, yani jua kali sana. Sasa nimekaa nimefikiria, nikasema Nimekumbuka maisha peponi. Allah tabarak anasema katika Qur'an Karim katika surat al-insan, baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim anasema muttakiina fiha 'ala al-ara'ik la yarauna fiha shamsan wala zamharira, yani watu wa peponi watakuwa katika makochi au katika viti vya enzi wame wamekaa, wanaangaliana yani, humo hawataona jua kali wala baridi kali sasa Kupitia haya hii, kwanza nimejifunza kitu na nimejua kwamba peponi raha, bwana. Haya maisha dunia hii ni starehe tu ya udanganyifu, kama Allah vile vile anavyosema katika surati Al-Hadid, anasema ilamu annama lhayatu dunya laibun wa wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum

na pumbao na mapambo na kujifaharisha baina yenu na kushindana kwa wingi wa mali na watoto, mfano wake ni kama mvua ambayo inatoka mbinguni ikachanganyika na mimea ya ardhi ikawafurahisha wakulima, kisha ukaona ile mimea imepiga manjano, kisha ikawa mabua na kwa Mwenyezi Mungu ipo adhabu kali na msamaha unaotoka kwake, na hayakuwa ya maisha ya dunia ila ni starehe ya udanganyifu. Ndugu zangu katika imani hii baridi ambayo naisikia hapa, yani inaumiza, yani sio mchezo kabisa, yani sijisifii, yani inaumiza, yani kwa maana inaumiza kwamba unajua, yani hapo unapata picha kwamba maisha ya dunia kweli sio maisha, yani tunaishi tu, lakini tusi tusing'ang'anie, yani tusikumbatie.